Ujambo popote pale ulipo, ikiwa ni siku nyingine ambayo Bwana ameifanya, tunashukuru kwamba ametulinda, ametuhifadhi. Huyu hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala, napomshukuru Mungu kwamba ametuwezesha katika hali zote. Tulikuwa pamoja hapo jana eh, tukiendeleza katika msuru ambao tumekuwa nao wa mafunzo haya na eh, katika mwaka huu kuna mengi ambayo tutarajia kwamba Bwana atatendea, na hapo jana tulikuwa tunasema kwamba Bwana asababisha wale ambao wamefika mahali walikuwa wamekudharau na kadhalika. Bwana mwaka huu anakuondolea aibu, anasababisha kwamba walikuwa wamekuchukia wakikupangia maovu, wengine walikudharau, waliona kwamba hufai kitu, you know, sijui kama ushaisikia jina hili good for nothing. Basi wale ambao walikuita good for nothing wanakuja kutafuta wakitaka uwasaidie, maana breakthrough ambao wanahitaji, Mungu ameweka wa mikononi mwako ili wapate hiyo breakthrough, inabidi tu akutafute hata wewe. Kwa hiyo basi nashukuru Mungu na, na ni mapenzi ya Mungu na Mungu amekusudia hiyo hivyo ili madharau yakafike kikomo. Na hilo basi, ingependa tupate kuendeleza zaidi kupata kujua ni nini tasababisha, pia uweze kutafuta maana kama ameweka basi breakthrough ya, ya kuna kitu kingine ambacho pia Mungu anafanya ili basi kuwaleta wale ambao walikudharau wakaona hufai chochote. Basi ni kipi Mungu anafanya? Na ujue, hapa ndipo wanasema kwamba ni Mungu tu anatupigania vita, ni Mungu tu anaingilia kati wakati mwingine ni vitu ambavyo hauwezi ukaeleza. Ni vitu ambavyo mwenye unafika shimba, lakin, mwenyewe unafika mahali unashindwa. Je, nitapataje breakthrough hapa, nitatoboa vipi? Lakini bwana mwenyewe anaingilia kati na kukupa ushindi. Na kwa leo basi niruhusu tupate kuendelea na tuliangazia hapo. Je, kama ulimisa hapo jana, ujumbe ambao tulisemezana hapo jana, uh, please ningependa kuomba kwamba utafute ujumbe wetu pale mtandaoni. Ukienda tu kwenye mtandao wa YouTube, tafuta Victor Mandala Himizo, ama ukipenda unaweza tafuta Himizo na Victor Mandala. Ukitafuta hivyo kwenye mtandao wa YouTube utapata pale moja kwa moja ili usiachwe nyuma kivyovyote vile. Kwa hivyo kwenye mtandao wetu wa YouTube tafuta tu Victor Mandala Himizo utapata pale moja kwa moja, na ukishapata naomba kwamba usiondoke kabla usubscribe, ukipata tu hivi ili usiachwe nyuma. Ukue notified every other time tunapoenda live ama tukieka ujumbe wote pale, usibaki nyuma, enda tu pale na hakikisha kwamba umesubscribe chini ya video hiyo ama hiyo. Video hii kuna neno subscribe hapa chini tu Click ya neno subscribe, ukiambia sign in, sign in na jimila account yako, copy the link hapa juu and share na ki comment yako hapa nitakuwa ni vema zaidi. Kwa hivyo hakikisha kwamba ume subscribe pale, nitakuwa ni vema. Na vile vile pia nikukumbushe kwamba nambari ya simu, kwa wale ambao ungependa tupatane pale kwa pamoja, labda unge unahitaji la maombi, unaswali, ungependa tusemezane, au jambo lolote tu eh, tuzidi kutiana moyo pale, ni sawa, ama pia ungependa kutoa sadaka zako, pale ni sawa. Nambari ya kutumia ni 0722 24 39 49 nambari ya simu ya kutumia pale ni 0722243949, 0722243949. Naam, ni niruhusu tuweze kusoma andiko letu hi leo katika kitabu jana. Tulikuwa katika kitabu cha Waamuzi, leo ni ruhusu tusonge pale mbele kidogo tu, kitabu cha kumbukumbu kumbu la Torati, kitabu cha Deutronomy kumbukumbu la Torati sura yake ikiwa ni ya saba. Tusome leo mstari wake wa kumi na tano Deuteronomy. Ukitaka kupata hadithi hiyo vizuri, unaweza anzia mstari wake wa kumi na mbili all the way usonge hadi mstari wake wa ishirini na sita hadi mwisho wa chapta hiyo, e, chapta ama sura hiyo ya saba. Lakini kwa leo, kwa ajili ya muda, niruhusu nisome tu e, mengine ambayo itahitajika taj, taj, nitakuwa nakuelezea nikiparafres tu pale lakini niruhusu tusome mstari wake wa kumi na tano. Naam bila sema vipi Deuteronomy, chapter 7, verse 15. Maandiko yanasema hivi. Na Bwana atakuondolea ugonjwa wote, wala hatatia juu yako maradhi yoyote mabaya uyajuayo ya Misri, lakini atayaweka juu ya wote wa kuchukiayo. And the Lord will take away from thee all sicknesses and will put none of the evil diseases of Egypt which thou knowest upon upon thee but we lay them upon all them all that hate thee. Baba, twasema asante, asante kwa wema wako, asante kwa ukuu wako. Naomba kwamba Bwana ukapate kunena nasi, napungua uzidi kuongezeka. Roho Mtakatifu, shika usukani, nena nasi sote, kwa jina la Yesu Kristo, amen, amen. Na katika andiko ambalo tumesoma pale, of course, jana tulikuwa naongea kuhusu wale wa kuchukiao kufika mahala ambapo inabidi wakutafute, inabidi kwa sababu walikuwa wanakuchukia, they felt you good for nothing na kadhalika na kwa sasa, na pahala ambapo tumesoma ni wakati ambapo ilifika wakati ambapo ahadi inatolewa kwa wana wa Israeli. Wanafika mahali wanaambiwa hivi kwamba magonjwa yale ambayo walikuwa wanayajua magonjwa ya Misri, hali ilikuwa inawafuata, ikafika mahali Bwana ananena baraka juu yao, na nahisi nawe kunenea baraka juu yako, kwamba mwaka uliopita kuna mambo ulipitia mengi, kuna magonjwa, kuna watu ambao walifika mahali ambapo kuna mtu ambaye Kabla ulale lazima umeze dawa, kuna dawa lazima umeze dawa ya kuleta usingizi, kuna da dawa lazima umeze ya kutuliza makali na kadhalika. Huwezi ukapata usingizi pasipo kumeza dawa. Umehangaika vya kutosha, na asubuhi ya leo nimekuja kuambia kwamba Enough is enough, kwamba umehangaika, umeumia vya kutosha. Na katika mwaka huu ambao tumeuanza, tuko katika mwezi wa kwanza, mwezi wa Januari, mwaka 2026, Bwana anasema hivi kwamba magonjwa yote ambayo ilikuwa yakwe yako, kwamba wote ambao wanakuchukia. Hey, nataka usikize kwa makini. Biblia inasema kwamba wote wakuchukia kuna watu ambao wanakuchukia tu. Unajua kuna watu wanakuchukia for no good reason at all. Mtu anakuchukia ukifaulu maishani, amekuchukia ukifika mahali umepata mtoto anakuchukia, ukifika mahali umepata promotion anakuchukia. Kwa hivyo wote ambao wamefika mahali wanaganga hapo, unajua, wachana wachana, chuki tu chuki. Kuna watu anakuchukia tu next data, anafika mbele, anaanza kupangia njama, anakuchukia mpaka promotion ambayo ilikuwa upate anafika mali anaenda panga njama, hupati hiyo promotion, na saa hizo huyo mtu hajaqualify kupata hiyo promotion, na hatu kikosa kupata hiyo promotion haitamfaidi chochote. Salari ilikuwa upate hata pewa, sijui e, wadhifu likuwa pate hatapata. Ndoa ilikuwa ufanye harusi nzuri ufanye ndoa ukae okay kwa ndoa yako, si kwamba atachukua hiyo ndoa yako naye imfaidi. mm -mm. Lakini anakuchukia tu, pengine labda ni chuki ilikuwa amechukia wazazi wako, so anatransfer hiyo chuki kwako, maybe anakuchukia kwa sababu mfaulu maishani. Mpaka nishaisikia mtu akisema kwani ni hao tu ndio afaa wapate hizo vitu peke yao? you know, eh, nakumbuka kuna ndugu mmoja akielezea wakati mmoja alienda kanisani pahala fulani, na akawa ni kama ako multitalented a vitu fulani, ukienda kuimba anaimba vizuri ukikuja kwa kukalimani anakalimani ana vizuri ukikuja kwa uongozi anaongoza vizuri, kwa hivyo akawa ni kama amependelewa. Unajua kanisa kabla alikuwe sana, unapata kwa kuna watu anaweza kapewa majukumu kadha wakadha, so amepewa uongozi amepewa sijui uongozi hapa sijui anafanya nini, kwa hivyo mpaka kuna mpendwa mmoja anatokea kwa anakuuliza kwani wewe ni kila kitu tu anakupatia wewe yani? anasikia vibaya. And you know, ili aongee hivo, kuna kachuki fulani kana develop ndani mwake so anamchukia in a way. Na hisi kuambia kwamba kuna watu wanafika mali anakuchukia, si kwamba umemkosea, si kwamba umechukua nafasi yake, si kwamba umekula pesa yake, si kwamba umechukua chochote ambacho ni chake, lakini anakuchukia tu. Bwana anasema vipi katika maandiko pale ambapo tumesoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati <clears throat> na katika Kumbukumbu la Torati pale ambapo tumesoma, anasema hivi kwamba wale wakuchukiao na especially wale ambao wanakuchukia pasipo sababu. Unajua eh, ukiangalia katika laana, Biblia inasema kwamba laana isiyo na msingi wowote haitakushika kushika kwa hivyo chuki. Kuna watu wanakuchukia pasipo sababu, na wapo hata wengine wanakuchukia na hata mlizaliwa nao, wengine wanakuchukia labda mmekaa nao village moja, wengine wanakuchukia labda mlisoma nao, mnafanya kazi na pamoja, mko kwenye huduma moja, wanakuchukia tu. Na watu aina wa hiyo Biblia inasema vipi kwamba wote wanaokuchukia, Bwana anasema kwamba magonjwa yote ambayo yalikuwa anakufuata magonjwa ya Misri, magonjwa ya wapi, kwamba Mungu anachukua hayo magonjwa, anawapatia wote wakuchukia. Si Mandala anasema mm -mm, ni maandiko kwamba wote. Kwa hivyo ole wako ambayo unamchukia tu mtu pasipo sababu. Ole wako ambao unasikia tu kivivu kiro kiwaru wakati watu wanapofaulu unasikia kuwachukia tu unasikia kiro mbaya tu juu yao. Kwa nini? Ole wako kwa sababu magonjwa ambayo ilikuwa yawapate magonjwa, magonjwa, magonjwa, magonjwa ya kimisri hayo yote magonjwa ya majipu magonjwa ya mafastbon kufa magonjwa yote hayo mashida ambazo zilipata Wamisri zile zote zo zinawaendea. Maana maandiko yanasemaje? napoangalia kwenye Bibilia Biblia nasema kwamba yale magonjwa yalikuwa yanawafata mpaka kutoka kule Misri yote, yanafanya nini? Yanawapata hao wakuchukia hao. Kwa hivyo ole wako, kama unamchukia mtu, ni wakati utubu tu, urudi useme Mungu ni samehe ni, uende kwa yule mtu, kama kuna kitu alikosea ama kuna kitu uko nayo juu yake. Mwaka huu bado ni mbichi, mrudie tu mwambie, ni samehe, la sivyo magonjwa ilikuwa wabebe mashidi, ilikuwa zibebe zote zinakukujia wewe wende, utabeba mzigo wote na zaidi, niambia wewe ambaye unachukiwa, unashindwa huyu mtu ananichukia kwa nini, na hisi kuja tu kwako nikwambie kwamba ole wako kwa yule ambaye umemchukia. Lakini kwa yule ambaye umechukiwa, usikate tamaa, usikate. Kwa nini? Kwa sababu Bwana anasababisha magonjwa hayo yote aende wale wanaokuchukia, na mwaka huu naona ukiwa mzima, naona ukiwa m... Yani, magonjwa yote ambayo kusumbua, unagonjeka, unapitia mashida, naona ukipata tu uponyaji, Bwana akikupigania Bwana akikupa uponyaji na akibeba hayo magonjwa yote wote na kuwapatia wote wa kuchukia hao, kwa jina la Yesu Kristo. Mandala kweli, yes, ni maandiko. Ukitaka kuthibitisha, enda katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura yake ya saba mstari wa kumi na tano, Deuteronomy chapter 7 verse 15. Ndivyo maandiko yanasema, na ni ombi langu kwamba asubuhi ya leo wale ambao wamekuwa wakihangaika wanapitia magonjwa. Kuna najue chuki, wakati mtu anafika mali anasikia chuki, wakati mwingine anakuchukia. Si kwa nini? Kwa sababu imeanza na wivu wanaanza na kiwivu kile kiwarua na, na hivyo basi ikishaanza hivo, wengine wanaenda mpaka waganga, wengine wanafanya vitu mauchawi, ili basi usifaulu maishani, ili watoto wako wasifaulu maishani, na kwa sababu anakuchukia na kufanya hivyo vitu vyote, bwana anageuza vyote, maana ni maandiko pia anasema kwamba kile mtu apandacho ndicho atakachovuna, na ndio wakati basi wanaenda kuvuna vyote ambavyo walikuwa wamepanda dhidi yako, wanaenda kuvuna vyote kwa jina la Yesu Kristo, wanavuna mara dufu, mara saba, mara mia, kwa jina la Yesu Kristo, kwamba kuna watu ambao wanakuchukia na kuna magonjwa yanaanza kutokea tu ajabu ajabu, si kwa sababu ya nini? Mwingine ataanza kusema, utasikia watu wanaweza kuita wengine, oh, we ni mchawi, we ni mtu ambayo, oh, unafanya nini? Kwa nini? Kwa sababu kuna wamekuchukia na wamekupangia mambo, na wenyewe wanavuna, wanafikiria kwamba pia vile walienda kwa waganga nawe pia umeenda pale mm -mm. Ni kwa sababu tu Mungu wako Mungu wetu amefika, amesema mali, amesema inaf is inaf, na magonjwa yote ya Misri anawapatia wale wa kuchukiao wale ambao walikuwa wanakupangia njama maovu, sijui usifanikiwe, sijui ufe kwa maajali na kadhalika, wanaenda kuvuna tokana na roho yao chafu, tokana na chuki yao. Maandiko anasemaje? Kwamba Bwana anaenda kuweka magonjwa yale ya Misri na magonjwa yako yote. Anaweka kwa wale ambao wanakuchukia. Mungu atusaidie wale ambao tuko pale na kuwa na matarajio, ukijua kwamba Bwana anakupigania. In short, ni kwamba Mungu anachukua vita vyako na kupigania. Usiwe na wasiwasi, usikate tamaa, mtazamia katika mwaka huu Bwana ndakupigania na kupa afya njema, maisha marefu, no premature death in Jesus name. Kuingia kwako, kuondoka kwa kwako na kuingia kwako kumebarikiwa. Unapata ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Mimi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mandala, niruhusu nifike pale tumalizie kwa leo tupate kuendeleza zaidi hapo kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Na nikwambie kwamba ni hatari kubwa kuwa kwamba unachukia watu. Eti labda kwa sababu ya vitu fulani nawachukia tu maana magonjwa ya kwao. Kama ni walo, especially kama ni especially unachukia walokole. Magonjwa, hey, watu ambao wanamwamini Mungu, watu ambao ni watumishi wa Mungu. Unapowachukia, hey, magonjwa ya kwao utabeba. Ni maandiko. Mungu atusaidie kwamba tuwe watu wa upendo, maana deni tuliobaki nalo kwenye maandiko ni kwamba tupendane, tuwe na upendo. Bwana kutende wema. Tuendele zaidi hapo kesho, kwa ajili ya muda wetu nusu, nifike tu pale, panapo majali watuendeleze hapo kesho. Na iwapo basi umejiunga nasi pale, nikukumbushe kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo ni wakati wa sadaka zetu. Kama uko pale unasema, Victor neno la leo lilikuwa kunihusu ulikuwa unaongea kunihusu, basi ni wakati basi, ili kapate kuwa complete tuweze kutoa sadaka zetu, maana ni maandika inayosema kwamba ibada haijakamilika pasipo matoleo. Na usitoe kwa kulazimishwa, utoe kwa hiari. Kama unahisi ni kwa kulazimisha, usitoe. Unatoa pale kwa hiari kama vile Biblia inavyosema, maana god loves a cheerful giver. Kwa hivyo popote lipo, nivema, pale ulipo ni vema tuweze kutoa pale, maana ukitoa kwa kulazimishwa haitakusaidia kivyo vyote vile, lakini zaidi kile ambacho najua ni kwamba tunaye Mungu ambaye anaona kwa siri na anajibu kwa wazi. Kwa hivyo ni vema toe pale, ibada ikapate kwa complete. Unatuma pesa zako ama sadaka yako kwa 0722 24 39 49, nambari ya simu 0722 24 39 49 na wapende zaidi na Mungu akutende wema. Toa sadaka yako pale, na pia kama unahitaji la maombi una jambo ambalo ungependa tuombe kwa pamoja, nambari ndio hiyo. Eh, unaweza kuhakikisha eh, kwamba umesemezana, nitumie prayer request yako pale ama swali ama ma, maoni yako yoyote yale kwa 0722 24 39 49. Na pia usiondoke hapa kabla usubscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Click ya neno subscribe ukiambia, sign in, sign in na jina account yako, copy the link and share, weke comment yako pale na bwana akutende wema VMM, nawapenda zaidi. Tupatane hapo kesho, panapo majaliwa yake mwenyezi Mungu. Shalom, God bless you. Na ole wako iwapo kuna mtu unamchukia, maana utabeba magonjwa kwake. Na wewe ambaye ulikuwa unafika mahali unaona umeonewa, usikate tamaa, maana Bwana anachukua vita vyako kupigania, na magonjwa aliyokuwa na kusumbua yote anayabeba na kuweka kwa wale wanaokuchukia. Bwana awe pamoja nawe na usikate tamaa.